Ni matokeo ya kuumiza eh, ni matokeo kwanza hatukuyatarajia, lakini ungeweza kuyategemea kutokana na aina ya mpinzani ambaye tunakutana naye kwa maana ya Mtibwa Sugar. Unaweza ukaidharau Mtibwa Sugar, lakini haiondoi ukweli ya kwamba ni eh, timu nzuri, ina vijana wengi wa wadogo ambao wana uwezo wa kufanya chochote eh, kijana akiwa mdogo hana, hana, hana presha kubwa, haofi kukosea, haofi kuharibu, na ana uwezo wa kucheza kwa muda mrefu kwa ajili ya kutafuta kitu na ndicho ambacho kimetokea hii leo. Eh, kipindi cha kwanza ama dakika za mwanzo takriban 30 25 hivi tulikuwa kwenye ubora sana, tukatengeneza nafasi nyingi sana lakini tukashindwa kuzitumia. Pale ambapo tulishindwa kuzitumia hizo nafasi, ndipo ambapo Mtibwa Sugar wakaochukua mchezo na kuweza kutawala. Na kwa kuwa ni vijana wadogo ambao wana uwezo mkubwa wa kukimbia wa kucheza wa kupasiana ee, wana uwezo mkubwa wa kufanya kila kinachowezekana uwanjani, wakaochukua mchezo na wakafanya kile ambacho wanaweza kufanya, na wakabahatika kuchomoa goli moja na ngoma ikaisha kwa sare ya bao moja moja. Ni matokeo mabaya na baya, alafu ni matokeo mabaya ya mfululizo, ambayo kusema kweli yanaumiza ya ya ya ya. Ukiangalia, tupo kwenye vita kubwa ya kupambania ya ubingwa wa ligi kuu ya NBC kupambania kurejesha heshima ya mnyama, lakini eh, kwenye hizo nyakati ambazo unatakiwa kuamka na kuchukua eh, alama kwa ajili ya kurejesha confidence ya timu ndipo ambapo mnajikuta mnaangusha tena dhidi ya timu ya aina ya Mtibwa Sugar. Ni matokeo mabaya, lakini Eh, kila mmoja anapaswa kuwajibika. Eh, hii haiwezi kuwa hali ya kawaida ya Simba Sports Club alafu tukasema tu ni mpira ni mpira ni mpira eh, kwanza lazima wa wachezaji wajiulize wa, wa, wao wenyewe wanafanya nini tena au ndo ukifungwa? <laughs> Hata, ni vidudu, vidudu vinakuwa vikuheshimu. <laughs> Uh, wachezaji kwanza wao lazima waanze kwa kujitathmini, eh, mchezaji moja moja anafanya cha kutosha? anaisaidia ana, ana, ana, ana, ana Simba ipasavyo? ubora anaoonyesha ni ubora wa hadhi yake na ni ubora wa hadhi ya Simba? namna ambavyo anajituma anajituma kwa kulingana na mahitaji ya Simba, namna ambavyo anajituma anajituma kwa ubora wa Simba Sports Club. Lazima kila mchezaji mmoja, kwanza kabla ya kufika kwenye, kwenye, kwenye, kwenye timu kwa ujumla, lazima kila mchezaji mwenyewe ajifanyie tathmini, lazima ajiangalie ubora aliokuwa nao una unafanana una, una na una, ubora unaotakiwa ndani ya Simba Sports Club ee, work rate ambayo anaitoa kwa ajili ya kupambania ya Simba yake inafanana ina, ina na kile ambacho kinatakiwa kina, kina ee, lazima tujitathmini tu, tu, tu, tu, tu, hivyo ili tuweze kuamka hapa tulipo na twende tunakoelekea kuzuri zaidi. Tumeshapoteza alama tano mpaka sasa, ni jambo baya kweli kweli kwenye vita ya, ya ubingwa hasa kwenye ligi ambayo unaweza kukutana na timu chache ambazo, ambazo ni ngumu. Kwa hiyo eh, kwanza lazima wachezaji wa Simba Sports Club wafanye tathmini wao kwa wao. Lazima mchezaji moja moja afanye tathmini ya kujiuliza je, anachokitoa kina stahiki kwa Simba Sports Club. Ukiangalia mchezo wa leo pamoja na kwamba tulitengeneza nafasi nyingi na tulikuwa bora kipindi cha kwanza, lakini kuna wakati ulikuwa unaona eh, inatakiwa nguvu kubwa zaidi, unatakiwa eh, watu wapambane zaidi hasa baada ya Mtibwa wa kusawazisha, lakini uione hiyo ari, unaona watu wako down eh, watu wanacheza kama tayari tunaongoza goli moja ama goli mbili, yaani watu unaona kabisa hawana, hawana, hawana ile, ile, ile, ile, ile, ile moyo ya kupambana hawana ule ule mzuki wa kutafuta goli hawana ile, ile, ile, ile, yani ile Pidi, yani ile, ile njaa ya Simba hauioni kila ambapo wanapata, wanapata mpira. Matokeo yake tumepata sare, ni matokeo mabaya, lakini hili halipaswi kupita hivi hivi, kwa sababu tunakuelekea ndiyo kugumu zaidi. Hii ndiyo kwanza mechi ya sita, bado tumebakisha michezo takriban ishirini na nne ya ligi kuu ya NBC. Kwa hiyo lazima kila mtu hapa ajifanyie tathmini ya kina, ukitoka kwa wachezaji, lazima benchi la ufundi lijitathmini la wenyewe kwamba je, tunachokifundisha mazoezini ndicho kinaonekana kwenye mechi nani? Afanye vile ambavyo tunaelekezana na kwa nini, ili tutafute njia ya kwenda mbele zaidi. Lakini kwa upande wa viongozi vile vile lazima tukae chini tuangalie shida ni nini. Unapoteza e, mechi mbili za ligi kuu ya NBC, e, unapoteza dhidi ya Azam. Unaweza ukampa heshima Azam kwamba ni mpinzani mgumu, lakini unakaa unakuja unapoteza dhidi ya Mtibwa Sugar. Sio timu mbaya, sio timu ngumu, lakini timu ambayo e, Simba unastahili kushinda dhidi ya Mtibwa Sugar kutokana na aina ya wachezaji ulioko. Kwa hiyo lazima kila mmoja ajifanyie tathmini hapa, kwa sababu tunakoelekea ndio kugumu zaidi. Hatuwezi uh, kusema twende hivi hivi tu uh, bila kufanya tathmini yoyote na kuangalia wapi tuko sawa, wapi hatuko sawasawa, wakati huko tunakoelekea ndiyo kugumu zaidi. Moja kati ya eneo ambayo ni rahisi sana kufanya maamuzi baada ya tathmini fupi ni eneo la uchezaji na hii shida ya Simba haijaanza leo. Hata kwa upande wa wachezaji, wengi wanaletewa lawama, ni muda wake huu kusajili lakini pia kufagia. E, mmefikia wapi ama kuna kitu ambacho umekiona kwenye tathmini ambayo, kabla ya kufagia? Kufagia sio solution sana kabla ya kufagia eh, lazima uangalie hawa waliokuwepo, kwa nini wameshindwa kudeliver? Kwa nini hawakupi unachokihitaji unacho, unacho, una, unacho, kwa nini hawatoi kinachostahili kwenye kwenye kwenye kwenye timu yako? Kwa hiyo lazima kwanza, kabla unaweza ukafagia ukaleta mwingine bado akawa akawa vile vile. Hakuna hata mchezaji mmoja mbaya wa Simba, lazima hilo tukubaliane katika timu ambayo ina wachezaji bora ina wachezaji wazuri, very skillful and talented. Tanzania hii ni Simba Sports Club, tuna wachezaji mmoja mmoja wenye vipawa na vipaji vikubwa kweli kweli, lakini kwa nini hatuvioni kwenye mechi? Kwa nini hatuvioni kwenye mashindano mbalimbali? Sasa kabla ya kufagia lazima tujue bana, kwa nini hatupati the best out of you wakati sisi tunajua wewe una ubora uliokuwa mkubwa? Kwa nini wewe e, tulivyokuzoea sivyo tunavyokuona hivi sasa. Tukipata majibu hapo, hata kama unasema unafagia unafagia ukiwa na solution, au unaweza ukaamua usifagie, lakini atakaye kua e, kwa maana yule yule aliokuwepo ukaondoa zile sababu na akarejea kwenye ubora wake minongono gani sasa, minong'ono iwe specific ukizungumza. Minongono sio mzuri si? tumepata tume, tume, tume, tume sare leo dhidi ya Mtibwa Sugar, tulipoteza mechi iliyopita mm. tulitolewa kwenye kombe la mapinduzi, ni kweli, matokeo, matokeo sio mazuri, lakini matokeo sio mazuri ndo nimesema hapa lazima tufanye e, e, tathmini lazima na, na hii tathmini E, kabla ya mimi sijakufanyia wewe, anza wewe mwenyewe. E, anza wewe mwenyewe bana. Mimi mchezaji wa Simba Sports Club, ninachokitoa kinafanana na Simba ninavyocheza ni, ni hadhi ya Simba na huu ndio ubora wangu mimi, na hapa ndiyo mwisho mimi kujituma. Kama, kama huyu sio mimi, kwa nini huyu anacheza namna hii? Mtu mwenyewe e, wanasema hata Mwenyezi Mungu anasema haibadilishi nafsi ya mtu mpaka aibadilishe yeye mwenyewe. Kwa hiyo ianze na yeye mwenyewe kwamba mimi, mimi, mimi nani? Kwa mfano mimi Ahmed Ally ninachokicheza Simba ndicho kinachotakiwa Simba kwa hadhi ya Simba, huu ndo, ndo aina ya mpira ambao mimi ninaocheza, nina ninavyojituma hivi, ndio mchezaji wa timu kubwa anatakiwa kujituma hivyo. Ianze hiyo ya, ya, ya, ya mtu kwa mtu, yani mwenyewe kwa mwenyewe. Baada hapo, naamini kila mtu atajifanyia tathmini na atajiweka katika nafasi ya kufanya mabadiliko. Hauamini kama muda ni mchache kwenye kufanya tathmini wala, wala kuanza kupata maingizo mapya ndani ya kikosi. Muda wala si mchache sana. E, muda haujawahi kuwa mchache kwenye kufanya kitu chanya. E, mtu anaweza akajifanyia tathmini leo mechi inayokuja akawa mpya kabisa baada ya kujidhisha kwamba yule anayecheza chini ya kiwango sio mimi. Ahmed, baada ya leo mnaelekea sasa kitu kinachofuata ni ligi ya mabingwa barani Afrika. Na ukiwatazama mashabiki wengi wa Simba hii leo bado pia wapendezwe na kinachoendelea. Hii ni taswira gani kuelekea mchezo uh, wa kimataifa? Mwalimu Stephen Baker ame, amepata mechi yake ya kwanza ya kimashindano. Inawezekana mechi za kombe la mapinduzi kuna kitu alikiona, lakini leo kwenye mechi hii ya mashindano kuna kitu vile vile atakuwa amekiona. Alichokiona leo ndicho cha ukweli zaidi ambacho kinampa taswira kuelekea mechi yetu dhidi ya Esperance. Hatuwezi kuahidi chochote, mimi siwezi kuahidi chochote kuelekea kwenye mechi hiyo ya Esperance, lakini lazima nisemea kwamba tunakwenda kukutana na mechi ngumu kweli kweli, e, sio tu kutokana na ubora wa mpinzani tunakwenda kucheza naye, lakini kutokana na aina ya, ya, ya, ya mpira ambao tunacheza Simba Sports Club e, siyo mpira wa kuridhisha, sio mpira wa kufurahisha na sio mpira wa kutia matumaini. Unajua, kuna mechi ukiangalia, nasema anyway, e, pamoja na kwamba tumetanguliwa, lakini kwa hii spirit tutapata matokeo mazuri muda wowote, lakini kwa Simba ni, ni, ni tofauti e. Hata kama unaongoza goli moja, lakini ukiangalia timu namna ambavyo unacheza, unasema bado hatujacheza kwa, ku, kwa, ku, kwa kuridhisha kiasi cha kutoa matumaini. Kwa hiyo tutakwenda kucheza na Esperance, lazima vitu vingi sana vibadilike. Lazima mabadiliko yaanzie kwa mtu mmoja mmoja, kila mtendaji wa Simba lazima afanye mabadiliko hii leo kuanzia tarehe kumi na nane mpaka tarehe ishirini na tatu ya siku ya mchezo wetu dhidi ya Esperance. Vinginevyo yatakuwa mengineyo. Kumbe bwana sio Morris Abraham. Wanasimba walikuwa na hofu ya bure. Wale ambao wanasema tunabomoa tunamtaka sio yeye. Namtangaza golkipa ilikuwa haiwezekani, ama walikuja wakashindwa kumpata kumpata nani? Morris Morris Abraham? naniabhm amna amna timu yenye hadhi ya kumiliki Morris Abraham. Okay, lakini hawakuja kubisha hodi sijui sasa mchezaji mwenye mkataba mrefu uweze kubisha hodi

Sijajua ni mlinzi na mlango gani anakuja. E, nyanda nyanda nzuri ud e. Sasa mtu anacheza timu ya taifa ya, na, ya Nigeria mzee anaifanya timu yake inakuwa ya tatu Afrika, sio mchezaji wa, wa kawaida kawaida, ni mlinzi na mlango top golie kweli kweli ni yani kweli Bajaber ameumia, ameshindwa kuendelea na mchezo, lakini kwa sasa sina taarifa mpya e, kuhusiana na Bajaber. Tusubiri madaktari wamfanyie vipimo, na baada ya hapo watakuja na majibu. tuna, tuna, tuna, atakuwa nje ama ni, ni, ni jeraha la muda mfupi na atarajia uwanjani kwa muda gani? Hmm, ile kauli ambayo umeona alikamwe anaitumia ana, ana pengine anaweza kubadilisha ama bado nimesema E mna, ndugu yangu Ahmed Ally anasema bwana yeye hana shida na makombe, kama makombe yapo yatakuja tu. Hiyo ni kauli yako, ama unaweza kaekanusha, ama ni sawa ulizungumza? Sasa timu ya mpira si lazima, lazima makombe kaka, timu yoyote ya mpira kipaumbele chake ni, ni, ni, ni kupata makombe, kupata mataji kwa hiyo hilo uh, ndio lengo mama ama lengo kuu la kila timu ya mpira wa miguu mm. Na inakuma unapokuwa na yakosa, yatakuja tu. Ile kauli ya kusema kwamba tunachukua mara kumi eh, kwa mwenendo ulivyo, unadhani kweli unaweza kuchukua mara kumi? Siwezi ku, ku, ku, kusema ni kweli ama si kweli, lakini uh, sisi tunatakiwa kufanya kazi kwa vitendo ili sababu uh, hizo ni tambo Yeah, na tunatakiwa tufanya kazi kwa vitendo ili kuzuia tambo kama hizo. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> mashabiki siwezi ku <laughs> <laughs> ndugu zangu mashabiki wa Simba Sports Club, anayetaka aje, mwenye moyo mgumu aje mwenye moyo dhaifu anaweza akapumzika nyumbani. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <Kama wako. laughs> Football is not for the weak. Football ni mchezo unaoumiza. Football ni mchezo unaofurahisha. Football ni mchezo wenye kutia machungu kweli kweli. Sasa kama nafsi yako ni dhaifu kama nafsi yako ni ndogo haiwezi kubeba machungu ya mpira wa miguu, mimi siwezi kukuita kuja uwanjani. Kaa unapokaa mambo. Yakishaanza kuwa mwelele mwelele, mambo yakishaanza kuwa mazuri, utakuja uwanjani. Kwa hiyo kwa sasa ambaye anajua mimi sina shaka yoyote, yani mimi Simba liwalo na liwe aje uwanjani, lakini wale Simba matokeo mazuri wale watusubiri mpaka tukae sawa sawa, watakuja ya yeah. Bado tunaendelea na usajiri, tayari tumeshamalizana na Libase Geye ambaye tayari ameshajiunga na timu na process zinaendelea eh, kwa ajili ya, ku, ya, ku, ya kukamilisha taratibu zake za masuala ya vibali ili aanze kuitumikia Simba Sports Club. tunaendelea E, na usajili na muda ukifika, tutatangaza wengine ambao tayari tumeshamalizana nao.